Hivi kuna tatizo mjomba? Tatizo lipo mjomba, ebu nieleze we mjomba. Eh? kole mjomba, na nimekuwa na na yule apendeki, kumbe niano mnitoa kafara mimi. We maneno akakwambia nani mimi, nimekuwa nani kwa macho yangu. Imakusikiani haswa mnaongea hivi, ya maneno naongea Umesikia kwa watu ama vipi? Kweli mjomba, nimekosea. kwa mashikio yangu, kumbe siku zote unaletea dawa manini miti shamba, madegani kumbe ni hapo unitema kafara. Kweli mjomba, nimekosea nini au paka ni hame hapo umumwako? Kweli mjomba <laughs> Nikuelewesa tangulini ukaanza wanga, bwana wewe tangulini ukawa mm -hmm. Mwanga na, nakuambia kama da da, mwanga wewe, mwanga, miaka yote hiyo hiyo, miaka yote hiyo mosi anauma kwa sababu yako wewe. Alafu mkoo wangu utafuta dawa hii, mkoo wangu utafuta dawa hii. Wewe mwanga wewe, ndio unasababisha mosi ya ume wewe, mwanga umaai kaiaan habari kanipa nani? Ni mwanga. Sasa kama mimi mwanga nakurejeshea wewe mwenyewe hili swali mwanga, wewe maana huu mwaka wa kumi umeshindwa kunzalia takumbi huko ndani. Eh, usitake kubadilisha mada usitake kubadilisha nini mada. Wewe we, ni mwanga mauti kaomba kwa sababu yako wewe.

Aaaaipa sikiliza, nikwambie, nimekweka hapa uwe msaidizi wangu, na haya ndo mkubwa hapa. Nimekupa majukumu jana, hujamaliza. Nataka lile eneo likaishe, nimekwambia nataka eneo likaishe siku ya leo nakupa kulima heka kumi badala ya heka mbili za jana. Saa waongozo wenzako na mnataka mkalimalize, msipolimaliza leo humo hamna kula saa. Umenielewa? Nakwambia wewe, maliza shamba lile. Laiti ningejua wewe ninge, wewe kamaliza lile, nataka haraka ukalimalize.

Nachukia sana kwenye kijiji chetu, mtu mwanga leo hii. Wewe katika kijiji chetu, nagombania sana uchawi, mtu, nachukia sana uchawi. Naamini macho yangu, kwanzia ya hii leo sahi mimi na wewe leo maadui, urafiki basi. Sina rafiki na mwanga mkuu. Nimefika mkuu. njoo huko. Nimekuita mimi leo, ndo sitaki kusikia lolote leo ndo leo. Nataka mzee matata leo iwe mwisho wake wa dunia kuiona. Ndio mkuu. Nataka isifike usiku. mzee matata hao, tayari kasha ondoshwa. Nataka mzee matata iwe mwisho wake wa kuiona jua yake leo. Ndiyo mkuu. Yaani leo kila ndo chakula chetu. Umenielewa? Umenielewa? Eh? Umekuelewa? Usiku wa leo ndo nyama yetu ndo chakula chetu iko. Sawa, mkuu. Haya unaweza kwenda haya. Wewe upo kama mimi hapana? Mimi sipo kama wewe. Mimi ni zaidi yako wewe mara tatu. Naona unafanya matambiko, lakini huwezi tena kufanya sababu tayari umeshawekewa X, umeshafutwa katika chama. Wewe mtoto mdogo tu wewe, hunijui mimi wewe, wacha nikuonyeshe. Nadhani <laughs> <laughs> umejionea, hakuna kilichokuwa. Wacha na mimi nikuonyeshe. <laughs> Siogope au basi. Wewe leo hii nikizama jua leo kule kwenye chama chako unatolewa kafara tayari, umeshapigwa wacha nikusaidie kama k

Mzee Matala nimekuta na kijana. Kijana gani? Jina lake simjui. Mimi simjui jina lake. Mkuu. Ndiyo mkuu, nataka kuingia katika ima yangu. Ndiyo mkuu, nishamfahamu sasa. Nikajili naye hama zake hama zangu, nitapambana naye. Sawa mkuu, usijali, atibu ah, Aha, karibu bana, karibu bana, bana, karibu bwana bana, nimepita pita zangu pale mm -hmm, nimemkuta mzee Matata, lakini sasa mm -hmm, yule kijana sisi hatumwezi, ana nguvu hatari. Aya, sasa nisikilize uzuri. Nakwambia vipi, hili jambo tayari nimeshamwachia mkuu mwenyewe, kwa sababu hili jambo mkuu amenituma mimi, lakini baada ya kuona mimi sijalifuatilia, anavyoona yeye Kaona aingie kati mwenyewe. Kwa maana hiyo, sisi hili halituhusu tena, tumwachie mkuu afanye kazi yake. Umenifahamu? Lakini sisi hatulipasi tena kulifuatilia. Hii vita sisi haituhusu, inamuhusu ni mkuu mwenyewe, kwa sababu tayari ile jambo ameshaliingilia kati. Karibu karibu kahawa. Ah. Ah, ah. Hey, oh, ah, ah. Mimi nimesema mwanzo, nimesema mwanzo hili jambo achiliwe mwenye mkuu kwa sababu tayari sisi ameshalifuatilia, lifatiliee mwenye. Sasa sisi yani ni kuliingilia kati ah. katika hiki kijiji hiki kijiji chote mwenye imaya ni mimi. Wewe ndio mwenye imaya yote, si ndio? Unajua mimi na desturi ya hiki kijiji nilikuwa sijui, lakini kwa sasa nimeshajua, unajua eh? Wao, jipa, sana, eh? Wewe unajifanya unajua sana. Mimi ndio bifeti. Mmeingia chakike, mnanielewa vizuri. Utawatisha hao hao lakini sio mimi, sio wewe ndio sio wewe ndio <laughs> Maskini ah, kutamba kote wapi? We mkononi ukai haya. Wapi kujitapa kote haya?